imeandikwa Kajala, yani kwamba ni uo ambalo alikuwa anaenda kupewa Kajala, lakini mchongo mzima ni kama vile ukawa umeshindikana, ume so ni kama vile Harmonize alikuwa ametuonesha sasa ni kitu gani ambacho kilipelekea uahilo hilo kuliunguza. Sasa bado ikawa ni maswali mengi sana yanaibuka kwenye mitandao ya kijamii kwamba kiliendelea nini? Ni nini, nini ambacho kilikuwepo? Wengi wakiamini kwamba pengine inaweza kuwa ni kiki ya wimbo ambao anatamani kuachilia Harmonize au kuna kitu gani? Lakini this time around nataka tu nikujuze kwako wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now ni kwamba lile uo ambao alikuwa linaungua inaonekana kabisa kama vile ni clip ambayo alikuwa anaitengeneza Harmonize kwa ajili ya kuachilia wimbo ambao e, wimbo huo jina lake mpaka sasa hivi bado halija ha, haujafahamika. Lakini ni wimbo ambao maandishi yanasomeka kama vile simuoni e, kwa sababu wat, wote ni wale wale. Inaonekana kabisa kama ni heartbreak ambayo imetokea kwa Harmonize, imemfanya sasa kuweza kuachilia wimbo ambao ni wimbo mkali kinoma noma ambao wameweza kuupakia, ambapo baadhi ya watu kibao wameweza na kuweza kutoa mitazamo yao baada ya Harmonize yeye kuweza ku, e, kuonesha wimbo ambao anategemea kuachilia siku za hivi karibuni. Na mbona mmoja kati ya wachekeshaji ambaye ni maarufu zaidi kwa hapa Bongo, MC Boneke amesema akiwa mkubwa anatamani kuwa kama yeye walai, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki ambao wao unasema kwamba unachoma hayo maua, wakati kuna mtu ana miaka 20 hajawahi pewa hajaiko e, hajawahi pewa lakini pia kuna mwingine ambaye anasema pole mzee, mimi kuna leso alinipa, nimeichoma juzi, lakini bado namkumbuka. Wapo kibao ambao wanaendelea kutoa eh, mitazamo yao, lakini pia kuna wengine ambao wanasema kwamba, eh, mshikaji kama vile akiachika ana And anatoa hit song. So, mahusiano baina yake yeye pamoja na Kajala hayapaswi kueleweka. Yanapaswa kuwa mahusiano fulani hivyo ambayo yanakuwa leo yako fresh, kesho imevunjika ili mradi sasa mashabiki waweze kupata hit song za kutosha kabisa. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nyanja comment hapo. Utakuwa umetisha kinao manoma mdogo mdogo ndio mwendo, ndio skendo, ndio gome, ndio pendo, tunazidi kusema kwa matendo. Until next time. Bye.